Kwa kuweza kushiriki katika mkutano wetu huu wa uchaguzi mwaka 2025 Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisipo kushukuru wewe binafsi, lakini vilevile ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi yako kwa yale ambayo tumeendelea kushirikishana kushirikiana na kuyafanya pamoja na chama cha walimu CWT kwa kuzingatia katiba na miongozo ya serikali. Nichukua nafasi hii kukupongeza, ilikuwa ni tarehe nne mwezi huu. Niwashukuru sana makatibu wa vyama shiriki ambao mlikuwa pale Serengeti, Mheshimiwa